Matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ya Alhamisi, tarehe 13, mwezi wa Novemba. Hujambo popote ulipo msikilizaji, karibu. Mimi ni Phyllis Mwatey tulionayo asubuhi hii. Wanasiasa wa chama cha Democratic nchini Marekani wameachia barua pepe wanazodai zinaonyesha Rais Donald Trump alikuwa na ufahamu kuhusu unyanyasaji wa kingono uliofanywa na mhalifu Jeffrey Epstein. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kutoa hotuba kwenye bunge jipya hii leo, na kuna uwezekano atamteua waziri mkuu mpya. Na kwenye gumzo leo hii tunaangazia changamoto wanazopitia raia wa Mali baada ya kizuizi cha mafuta kutoka kwa na mgambo ambacho kimelemaza taifa hilo kwa zaidi ya miezi miwili sasa. Ingawa mali inafanikiwa kusafirisha angalau malori elfu moja ya mafuta kwenda Bamako, wakati wa kuzuliwa kisa bado ni chache. Lakini kwanza nampisha Halima Nyanza kuletee muhtasari wa habari. Karibu Halima.

Mawaziri wa mambo ya nchi za nje kutoka mataifa saba yaliyoendelea kiviwanda G7 wametoa wito wa kusitishwa mapigano mara moja nchini Ukraine na kusisitiza msimamo wao juu ya nchi huru na mipaka yake katika mkutano wao wa siku mbili nchini Canada. Mawaziri hao wamejadili pia njia zitakazoweza kuendeleza utoaji wa misaada kwa Ukraine. Aidha, mawaziri hao wamelani pia kuongezeka kwa ghasia nchini Sudani na kueleza hali hiyo kuwa ni janga kubwa la kibinadamu. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani, Marco Rubio, ametaka kuchukuliwa kwa hatua ya kimataifa kuzuia usambazaji wa silaha kwa wapiganaji wa RSF ambao wanalaumiwa kusababisha mauaji ya wa watu wengi. Nafikiri isivyo bahati, kinachoendelea hapa ni kwamba RSF wameamua kuwa wanashinda na wanataka kuendelea. Wanatekeleza vitendo vya ukatili wa kingono na mauaji ya kinyama, ukatili wa kutisha kabisa dhidi ya wanawake, watoto na raia wasio na hatia. Jambo moja ambalo linatushangaza zaidi ni kwamba walitarajiwa kupokea maelfu ya wakimbizi, lakini hawakufanya hivyo. Hivyo ni wazi kwamba sio kama watu wanafurahi kuishi huko baada ya mji kuzingirwa mwaka mzima. Kuna sababu kwa nini na tunahofu kwamba sababu ya wao kutokuondoka ni kwa sababu wamekufa au kwa sababu ni wagonjwa sana na wanateseka kwa njaa. Bunge la Marekani limepiga kura kumaliza usitishwaji wa shughuli za serikali zilizodumu kwa takriban siku 43 muda ambao ni mrefu zaidi katika historia ya nchi hiyo. Wabunge 222 walipiga kura ya kupitisha dhidi ya 209 huko wabunge sita wa Democrats wakijiunga na wale wa Republican kupiga kura ya ndio. Maelfu ya wafanyakazi wa serikali ya shirikisho wamekuwa wakifanya kazi bila malipo, kusimamishwa kazi ama kuachishwa. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amemfukuza Benjamin Bonmel, mmojawapo wa makamu wake watano. Zaidi na Sambatenzi, gavana wa benki kuu ya nchi hiyo na mkuu wa mamlaka ya mapato, ambao wameonekana kuwa karibu na makamu huyo wa raisi nao pia wamefukuzwa. Hata hivyo, raisi hakuelezea sababu za kuwafukuza kazi, lakini uamuzi wake huo umekuja wakati hali ya kisiasa ikiyumba na kurejea tena kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Chaguzi uliopangwa kufanya nchini humo umeahirishwa mara mbili katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita, na mapigano kati ya vikosi vitiifu kwa rais Kiir na vikundi vyenye silaha yakiongezeka katika siku za hivi karibuni na Ikulu ya Marekani imekishitumu chama cha upinzani nchini humo Democrats kwa kusambaza simulizi za uongo, baada ya kutoa email, email zinazodai kwamba rais Donald Trump alikuwa akifahamu unyanyasaji wa kingono uliofanywa na mtu aliyetiwa hatiani na tuma hizo Jeffrey Epstein. Moja ya jumbe zilizotumwa na Epstein alidai kuwa rais alijua juu ya msichana, lakini hata hivyo hakukuwa na maelezo zaidi ujumbe mwingine ulidai kuwa Rais Trump kwa saa kadhaa alikuwa nyumbani kwa Epstein na mtu ambaye Demokrats wamemwelezea kuwa kama mwathirika wa biashara hiyo ya kingono. Hii ni BBC. Muktasari wa habari umesomwa na Halima Nyanza. Matangazo haya unayapokea kupitia FM na redio ya shirika mbalimbali mbali Afrika Mashariki na jamurek, ya kati ikiwemo, nchini Jamhuri ya kidemokrasi ya Congo lizadil radio Radio Free Africa nchini Tanzania, Mwanedu FM nchini Kenya na Voice of Muhabura nchini Uganda. Yako kwenye tovuti yetu ya BBC Swahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa BBC Swahili. Karibu, mimi ni Filis Mwatee. Wanasiasa wa chama cha demokratic nchini Marekani wameachia barua pepe ambazo wanadai zinaonyesha rais Donald Trump alikuwa na ufahamu kuhusu unyanyasaji wa kingono uliofanywa na mhalifu Jeffrey Epstein. Mojawapo ya ujumbe uliotumwa na Epstein ulisema kuwa rais Trump alikuwa anawajua wale wasichana, lakini haukufafanua zaidi. Rais Trump amekanusha mara kwa mara madai yoyote ya makosa kuhusiana na Epstein. Zaidi na beldin waliyeula Kulingana na ujumbe kwenye barua pepe hizo zinaonyesha kuwa rais wa Marekani, Donald Trump, alijua kuhusu unyanyasaji aliyokuwa akiutekeleza Jeffrey Epstein, ambaye alituhumiwa kuwanyanyasa watu kingono, na hata Donald Trump wakati mmoja alitumia muda mwingi kukaa ndani ya nyumba ya mmoja ya mwathirika wa unyanyasaji huo. Trump mara si moja amekanusha kuwa na ufahamu wa ulanguzi wa kingono aliyokuwa akiufanya rafiki yake wa karibu ambaye alifariki kwa kujitia kitanzi mwaka elfu mbili kumi na tisa akiwa gerezani. Wawakilishi wa chama cha Demokrat wanasema barua pepe hizo zilizovuja zinaibua maswali mengi kuhusu ufahamu wa Donald Trump na maovu aliyotekeleza Epstein wawakilishi zaidi wa chama cha Demokrat wametia saini kushinikiza kuwekwa wazi kwa faili ya Epstein. Mwezi wa Aprili mwaka elfu mbili kumi na moja ujumbe kwa mshirika wa muda mrefu wa Epstein, Ghislaine Maxwell, ulionyesha kuwa Trump alikuwa anatumia muda wake mwingi akiwa pamoja na mwanamke ambaye alitambuliwa kuwa mlalamishi mkuu wa unyenyasaji wa Epstein. Maxwell pia alishtakiwa kwa kushiriki katika ulanguzi wa kingono baada ya kifo cha Epstein trump amewataka wanachama wake wa republican kutoingia katika mtego wa viongozi wa chama cha demokrat wa kutaka faili za epstein kuwekwa wazi trump amekuwa akihusishwa na maovu ya epstein ambaye walikuwa na uhusiano wa karibu kwa zaidi ya miaka kumi na mitano ni beldin waliaula Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kumteua waziri mkuu wa taifa hilo hii leo, ambaye atahusika katika uendeshaji wa kila siku wa shughuli za serikali. Chama tawala CCM kina wabunge wengi zaidi, lakini nchi inasemekana kugawanyika baada ya uchaguzi wa Oktoba 29 uliokumbwa na utata. Kwa hivyo ni mtu aina gani anayefaa kuteuliwa kuwa waziri mkuu mpya? Awali nimezungumza na mchambuzi wa maswala ya siasa Mohamed Issa. Uteuzi utakuwa na uzito sana, kwa sababu ya yaliyotokea. Nchi inahitaji kutekeleza kwa dhati zile ambazo zinajulikana kama R nne za mheshimiwa rais, maridhiano ikiwa ni ya kwanza ili kurejesha imani na matumaini ya wengi ambao yamepotea, lakini pia sahamilivu eh, kwa wale ambao watakuwa ni wenye kuikosoa serikali hususan pengine bungeni mle au nje ya bunge. Lakini kwenye ara nyingine ile ya mageuzi, ni wazi kwamba nchi, kelele zimepigwa sana kuhusu mageuzi ya katiba kwenye sheria za uchaguzi, lakini pia kwenye ara ya nne ya mwisho, kujenga upya mshikamano na utulivu wa kitaifa, waweze kuhakikisha kwamba serikali inafikia malengo yaliyowekwa, na katika hili anatakiwa awe msimamizi mkubwa wa kusimamia taasisi za serikali, wizara, halmashauri na manispaa, na si tungependekeza aweke hata vipimo vya kupima kufanikiwa kwa utekelezaji wa malengo ya kitaifa. Mtu ambaye anateuliwa kwa nafasi hii hupaswa kuwa na vigezo aina gani? Kimsingi, waziri mkuu ndio mtendaji mkuu wa serikali, na kwa hali ambayo ipo, inategemewa katika utendaji wake ni mtu tu mwenye kuendana na dira ile ya taifa ya elfu mbili na hamsini na kutekeleza sera za ilani ya chama tawala ambazo zimetokana na dira hiyo, lakini pia awe ni mtu ambaye ana busara, ana hekima, mtu mchapa kazi, mwenye kuweza kusimamia watendaji wote wa serikali, wawe na viwango bora vya utendaji kazi na ufanisi, wenye kufikia malengo, mwenye sifa ya usikivu na unyenyekevu na mwaminifu. Muhamedi Sasi, wananchi tunadhani pia Afrika kwa ujumla watakuwa wanamtazama kwa kina uh, huyo atakayeteuliwa. Je, unadhani ni zipi changamoto ambazo atakuwa anakabiliana nazo mara tu uh, baada ya kuanza kazi yake? Changamoto ya kwanza ni kurejesha imani ya wananchi kwa serikali ambayo imeporomoka kwa matukio yaliyojitokeza tokeza huko nyuma, lakini pia kuunganisha pale ambako madaraja yamekatika. Tumeona kumekuwa kama ulivyosema, hata nchi za Afrika Mashariki kuna kutupia anatupiana lawama. Kingine ni kuunga makundi mbali ambayo yamejitokeza wakati wa uchaguzi ndani ya chama lakini hata nje ya chama, na suala la kuwepo kwa manung'uniko makubwa kwenye vyama vya upinzani. Anategemewa awe huyu ni kiungo muhimu sana kwenye hatua itakayofuatia ya maridhiano, kama ambavyo Mheshimiwa Rais ametangaza. Nami ni Mohamed Isa. Vijana wa uhifadhi ambao ni kizazi kipya cha wahifadhi wa mazingira wanabadilisha mbinu za kutunza mazingira ya bara la Afrika, huku wakiwa wamejihami na miche ya miti, ndoto zao zisizo na kikomo, na ujasiri wa kuweza kuzungumzia maswala ambayo huenda ikawa watu wazima wameshindwa kuyatilia maanani. Hii hapa taarifa ya Sarafi. Nairobi, Loitoktok, kaunti ya Kajado, kwenye mpaka wa Kenya na Tanzania. Ardhi imevuliwa uoto wa kijani kibichi uliotanda hapo awali. Ardhi ambayo awali ilishamiri na kunawiri, sasa imesalia na miti michache tu. Ndiyo mazingira ambayo Robert Kilapai mwenye umri wa miaka kumi na saba amejipata ndani yake huku akiendelea na shughuli zake za kawaida kama kuchunga mifugu. Tulipoenda huko porini kapatana na simba, tukiwa vijana wawili, sasa tukachanganya ng'ombe, tukaenda huko porini, naye tulipoka porini, simba akaamka, tu mali kwingine, akarukia akarukia ng'ombe, ayo kijana ndipo, ndipo alipomnyonga na akafa hapo hapo. Kwa miaka mingi watu na wanyamapori waliishi hapa na kutangamana kwa amani. Leo hii, kupungua kwa rasilimali kunachochea migogoro. Sasa anachofanya kila pai, anadhamiria kubadilisha taswira hii kwa kukuza tumaini. Wakati ambapo hachungi mifugo, yeye hukuza miche ya miti ikiwa ni sehemu ya juhudi zake za kuhifadhi mazingira. Nimepanda miti mia shuleni na nyumbani, akapata nyumba, miti karibu sitini paka wanyama wapata bidha nzuri, na pia wapate mvua kwa wengi. Mwanamazingira Julius Milia anasema juhudi za vijana kama za kila pai ni muhimu. Yeye mwenyewe amegeuza uzio na ua la nyumbani kwake kuwa kama chemichemi katikati mwa jangwa. Wakati huo nilikuwa nikitembea, kuna miti ambayo kimasai tunaita nkirenyi na sinoni na miti mingine. Kufikia sasa miti hiyo imeshatoweka kwa ajili ya jembe. Vijana wa leo kizazi kipya hiki mi ningewapendekeza Kenya, Tanzania na Uganda waweze kuotesha miti kupendeza nyumbani kwao. Duniani kote vijana bilioni moja nukta mbili ambapo ni asilimia kumi na sita ya idadi ya watu ulimwenguni, hapo baadaye watakumbana na athari au matokeo ya maamuzi ya mabadiliko ya tabianchi ya sasa. Huu ni kwa mujibu wa shirika la mazingira la Geneva ni wimbi linaloibuka huku kukishuhudiwa katika mikutano kama vile kongamano la tabia nchi ya Afrika lijulikanalo kama Africa Climate Summit, na kongamano la kimataifa la COP huku COP 30 nchini Brazil. Naam na mna, sasa nampisha David Nkya kwa habari za michezo. Karibu David. Sema jambo jambo, bila shaka jambo, usikilizaji si, vile vile. <laughs> Hey, usiku mkeleo Felix, imepigwa mitanange kadhaa ya ligi klabu bingwa barani Ulaya kwa upande wa wanawake. Manchester United ikikunguta PSG goli tatu kwa goli mbili kwa moja, Barcelona tatu sufuri, Bayern Munich tatu Arsenal mbili, huku Atletico Madrid iki nyumbani kwa kundi na Juventus goli mbili kwa moja. Leo kuna michezo kadhaa ya timu mbalimbali za taifa, Ufaransa dhidi ya Ukraine, Ireland na Ureno, Moldova watakiwawsha dhidi ya Italia, Uingereza watakaribisha Serbia, Nigeria kwa upande wa Afrika watakiwa wenyeji wa Gabon, huku Kamerun wake okay, akipiga vilivyo dhidi ya DR Congo. Rais wa klabu ya Barcelona Joan Laporta amesema si kweli kwamba mfungaji bora wa rekodi wa klabu hiyo Lionel Messi atarejea katika klabu hiyo, lakini anataka kuandaa mechi ya heshima kwa ajili yake. Messi mwenye miaka 37 alifanya ziara ya kustukiza Camp Nou wiki iliyopita, akisema anataka kurejea na sio tu kwa heshima ama kusema kwa heri lakini pia kama mchezaji. Mshindi huyo mara nane wa Ballon d'Or aliondoka Barcelona kwenda PSG mwaka 2021, baadaye kwenda Inter Miami ya pale Marekani mwaka 2023. Katika soka la wanawake, kwenye mchezo wa kundi ba ligi ya mabingwa barani Afrika, Asi Mimosas wameruka sare moja moja dhidi ya JKT Queens ya Tanzania katika uwanja Right to Dream jini Cairo Jikuit. Queens wenyewe walianza vyema kupata goli la kuongoza dakika 8, lakini baadaye likasawazishwa na ASEC Mimosas dakika themanini na mbili. Kundi hilo sasa lina upinzani mkali ambapo ASEC wanaongoza kwa alama nne wakifuatiwa na TP Mazembe ya, ya DRC kwa alama tatu huku Queens wenyewe wakiwa na alama mbili na Gaborone United wakiwa na alama moja kwenye tenis, Jannik Sinner ameendelea ame kung'ara vilivyo dhidi ya Alexander Zverev na kufanikiwa kutinga hatua ya mtono ya fainali ATP kwa ushindi wa seti 6-4, 6-3 na nakuwa mchezaji wa kwanza kufika uh, nusu fainali ya msimu huu kwa mjini Turin. Naondoka namna hiyo, lakini huyu anasema Felix, mm -hmm, maisha yananipeleka spidi mpaka naona tofauti yangu mimi na bodaboda ni mafuta tu <laughs>